Ya, ni bila kusahau kabisa hii ni kumbuka kusubscribe kwenye channel yetu kwa mafunzo tunayokupa, kutuonyesha support yako. Huduma zetu ni bure ukiwa kusuta, Biscuits, na swali lolote kuhusu, naomba uache comment yako hapo, na sisi tutakufundisha, so tunakufundisha wewe kile unachokitaka huduma bure bila malipo yoyote, uweze kuona matangazo yenyewe yote. kwa sababu huduma zetu ni imezaminiwa free, free, free, free, free. na Tanzua.com, wauzaji wa bidhaa kwa bei ya jumla na rejareja kutoka kiwandani nchini China, Marekani na UK Uturuki nao uwapata, wasiliana nao kwa namba 0769 729 298, mwisho kwao leo. Unataka nikufundishe namna gani unaweza ukabadilisha muonekano wa YouTube, kuweka dark them no light them. Kama unavyoiona hii hapa ni light them. Sasa mimi nataka nibadilishe iwe nyeusi unawezaje kufanya? Kiko kwenye YouTube huko na kwenye kompyuta yako, unaona icon hii hapa tu na kufundisha. Baada ya kuona icon, hakikisha kwamba unashuka kwenye ara appearance. Appearance una click, baada ya ku click unafanya una click hapa dark, kwa hiyo matangazo yanakuja dark.